Sikiliza nikwambie, roho ya mazoea itasababisha Kanani usione. Amen. Weka roho mazoe, ya mazoea hivyo hivyo kijua kwamba unamkomboa mchungaji. Mchungaji anafanya kwa zamu yake anaondoka. Roho ya mazoea ukizoea ni mbaya. Hata tulioko kwenye ndoa. Roho ya mazoea ukizoea ni mbaya. Inafikia wakati unamwona mume wako kwa kazi gani afai. Tayari umeshaweka ile mazoea. Mazoea na ukunja ndoa. Mazoea yanaweza kusababisha hata watoto wako uliowazaa wakakufa. Wakati sasa ni too much. Aibu, roho ya mazoea roho ya mazoea mbaya sana yaani, unakuja imani mwa Bwana kwa mazoea kwamba mimi naenda nikitoka, nani atajua naenda kufanya vitu vyangu? Nenda kafanye. Sisi yasilini kumbukumbu la Torati 29:29, nasema, inasema yasilini ayajua Bwana bahadi ya mwilini ndio ametufunulia tumepata kujua sisi wanadamu. Fanya ukiwa mtaani wewe, fanya jiachie, ila unatolewa mchana hapo hapo. Amen. Amen. <laughs> kwa upe hapa, najua hapo mtanyamaza, maana nimegonga moyo wenyewe, maana nimegongelea penyewe, nao naendelea kugongelea hapo. Naona hapo hapo ndo pana kusumbua watu, maana sisikia amina, wala sizihitaji amina zenu na sizihitaji naendelea kuwa hapa hapa dozi hapa hapa, ndio nakazia dozi hapa, maana naona amekasirika, amebadilika, na mimi nakazia hapa hapa dozi <laughs> Kwenye kanisa la Bwana. Amina. Wewe kama umeamua kwamba sasa mimi namtumikia shetani, kaje mtumikie shetani. Mm. Usisababishe ukaja kuzuia nguvu za Mungu zikashindwa kushuka kwa ajili ya mazoea. Wewe mazoea ile kung'ang'ania kushikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema wewe mazoea hata kwenye ndoa, ambapo tuko kwenye ndoa, ukisha zizoelea sana ndoa inakuwa ni changamoto. Mm. Bwana apewe sifa sana. Natoa tu ushuhuda kikawajenge kika wanawake ambao tuko kwenye ndoa. Mimi nishamzoesha mchungaji.